Pa Yanga ameshinda magoli manne eh, kwa moja, lakini naona stori siku ile imegeuka. Tumzungumzie mm, eh, Andy Bob wa Boyeli eh, mshambuliaji ambaye nimeona amekuwa amesemwa kwa muda mrefu sana, hatimaye wanasema eh, Mungu sio mimi wala sio wewe, naelewa amefunga Boyeli ah. Kwa hiyo Yanga kushinda ni kawaida. Tuachane na stori ya ushindi wa Yanga tuje kwenye ushindi wa Boyeli. Ah, Ah tuanze kwanza kwenye ushindi. Ah, Boyeli unapomzungia ni aina ya forward ambaye nafasi goli, nafasi goli. Mimi nadhani Yanga wangeendelea kumwamini, angewasaidia kwa sababu Dube anakosa sana goli Dube, Dube anakosa kiukweli. Maamuzi aliyofanya leo kocha kumtoa Dube na kumuingiza Andy Boyeli, kumuingiza Celestine Kwa, unaona kabisa mpira umebadilika na wamepata yo magoli, lakini kimzungumzia Boyeli, anatimiza majukumu yake forward. Kazi yake ndio ile kwamba ukipata nafasi unafunga. Boyeli ana nguvu. Mnanielewa? Boyeli ni mrefu, Boyeli ana skills. Nadhani huyu kocha kama atamuamini kwa sababu Boyeli ashatengeneza confidence. Unajua ukifunga unaongeza confidence. Nadhani mechi ijayo anaweza kufanya bora na vizuri zaidi. Tofauti ya Dube na Boyeli ni kushambulia ile zone ya mpizani. Dube anashambulia vizuri sana. Anachokosa Dube ni skills tu ya kufunga. Lakini Dube yuko vizuri sana kwenye kushambulia boxi na kukaa position nzuri. Ila kwa Yanga inavyocheza ya sasa hivi, kwa mpira navyouona, draft linavyopigwa, mechi ijayo aanze Boyeli, mechi inayofuata aanze Boyeli, mechi inayofuata aanze Boyeli, kwa sababu Yanga anafika kwenye boksi la mpinzani, max anaingia, pakome anaingia, unakuja kumwona ekua anaingia, chikola anaingia. Walikuwa wanahitaji forward mwenye kusimama pale mipira imkute, na Boyeli ameonyesha na huo uwezo. Kwa hiyo nadhani Yanga ni wakati tu wa kumwamini Boyeli na kupumzisha Prince Dube, maisha yake yanaenda. Ni swali langu binafsi miongoni mwa washambuliaji wa kigeni kwenye ligi yetu, pia mm, yupo Steven Dese Mukwala. Mm. Wewe kwa upande wako Mukwala na Boyeli kwenye timu yako. Ah, Mukwala hajaanza kufeli msimu toka msimu wa mwaka jana. Na kwenye orodha ya wachezaji ambao Fadu alisema waachwe ni Mukwala. Sema shida ilikuja wapi? Ilikuwa ngumu kuacha washambuliaji wote kwa wakati mmoja kwa sababu unzokaleta wengine Uh, mazingira ya ligi ya Kabuma. Steven Dese Mukwala huwezi kumfanisha na Boyeli, mpila Boyeli kwa sababu mpira namba Boyeli ana goli mbili. Mukwala ana ngapi? Hapa tunakusikiza kwa umakini. Umeelewa? Steven Dese Mukwala mimi nadhani anapata namba kwa ajili tu ya mkataba aliosaini kwamba hao wachezaji wengi wa kigeni wana asili ya kulinda kwamba mchezaji wa kigeni lazima anze lazima anze lazima anze lazima anze, lakini kwa kwaliti yake, na Simba hapaswi kucheza Simba mchezaji wa kawaida sana, kwamba Mkwala hawezi kumfananisha na Boyeli. Hapana, Boyeli tunaona anafunga. Brother, Forward kazi yako ni kufunga. Mkwala ni Dube aliyechangamka. Yani, ukiangalia Mkwala anavyocheza mikimbio yake kushambulia boxer fa anakosa na Dube ni sawa, wana mikimbio mizuri, lakini finisher finishing ndio bado kikwazo, na mimi nadhani ugonjwa kama Forward ndio anao kuutibu ni kazi Dube. Uh, amekosa confidence na confidence iko kwa wachungaji na waganga wa kienyeji. Kama Dube aamini waganga, arudi kwa mchungaji akapate maombi si yupo Seguye, sijui Seguye yule alimpaka mafuta. Nikola si Seguye. Eh, Seguye aende akapakwe mafuta, sasa kila msimu anakuwa anapakwa mafuta. Eh, sasa utafanyaje? Kwa sababu Dube anakosa magoli ya wazi, yaani Dube unamtetea hadi unachoka, shaelewa kwa kiwango chake timu anaocheza, venye anavyozidi kukosa nafasi, akiingia Boyeli anaonesha kitu, ipo siku dube tutamsahau kwenye mpira wa Tanzania. Dube tutamsahau kabisa, kwa sababu Boyeli ameonyesha nafasi mbili alizopata goli mbili. Ni aina ya mshambuliaji ambaye ukiwa naye kwenye timu yako lazima ujivunie. Yanga anaenda kwenye mashindano makubwa CAF Champions League, yuko kwenye grupu gumu. Mwanelewa ni aina za timu ambazo hazikupi nafasi tatu kwenye mechi, inabidi uwe na mshambuliaji ambaye nafasi goli kama Boyeli kaonyesha hicho kitu aendelee kuaminiwa na kutengeneza confidence ambayo itamfanya aweze kuisaidia timu kwa sababu CAF Champions League yuko ni pamoto. Presi Dube kukosa hajaanza msimu huu msimu wa mwaka jana akakosa msimu akakosa. Kwa hiyo ni muendelezo. Sema anacheza vizuri. Hem, tuongelee kiwango cha Yanga ambayo iko chini ya huyu kocha mpya Pedro Goncalves. Leo tunaona Brazza, tunaona drafti. Leo Yanga akacheza hakuna goli la kanuni. Kivipi? Ah, leo kuna goli la offside sio kanuni ya mwaka 2011 watu wamechambua. Leo kuna deflection pale, pasi zimewekwa chini, mpira unapigwa chini, mpira unachezwa vile. Na ndio maana mimi Mchome nakuja kuangalia hizi mechi. Yaani unafungwa, mpinzani, unaridhika kwamba bna, nimefungwa, tumezidiwa. Kwa hiyo kemsi umeridhika. Sasa umepigwa goli nne, unalalamika nini? Kwa nini jana Jeketi alilalamika? Jeketi, si unaona kabisa, ni kila mmoja mchambuzi, yani anashindwa kuchambua, anzia wapi? Blaza nimeangalia mechi, wachambuzi wote amna alizungumzia goli la soa. Wameamka leo Ndo wanalizungumzia kila mchambuzi anapishana na mawazo yake. Wachambuzi wa bongo hawajasoma wengi, hawajui kanuni zile, umeelewa elimu ndogo. Wamekuja kuzungumzia leo ndo wamechambua chambua. Jana amna aliyeposti, umeelewa. Lakini ukiona leo, umeelewa, kila mchambuzi ukiingia kwenye peji yake kaichambua mechi, kwa sababu mechi iko wazi. Mpira mchezo wa hadharani. Kama timu inacheza vizuri, inaonekana. Kama timu inacheza vibaya, inaonekana. Kwa nini goli la soa ni goli, sio goli? Kwa msimamo wako wewe, kwa kanuni sasa ya mwaka gani Ayu, wewe ufahamu hizo kanuni na, na, wewe. Na wewe kanuni ya elfu mbili kumi na moja mm, eh? kuna kanuni na bisha kuna kanuni na kubali sasa utachagua, na ukichagua inayobisha ukichagua si na inayobisha sio goli ukichagua inayokubali ni Yanga. Wameshuka ubora kwenye eneo la katikati. Unajua Yanga mfumo anauanzisha au uh, mwalimu unakuja unakataa kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza Yanga amecheza bila namba sita, umeelewa? Maxi ni winga tunamjua siku zote, lakini anaingia kati. Ukimwangalia Duke Abuya ni namba nane, kipindi cha kwanza cha Yanga. Kipindi cha kwanza, Duke Abuya ndio amesema pale kama namba sita, lakini Duke Abuya ni necha, anacheza namba nane, noma. Unaona Yanga kama ilikuwa inalegalega, lakini baada ya kufanya sabu, kuongeza uhai pale katikati, unaona timu imerudi, wamecheza vizuri, wamepata matokeo. Kwa hiyo mimi nadhani kocha tayari, hii mechi imemwonyesha kwamba wewe timu yako ni ipi? Unajua ndio mechi yake ya kwanza kocha, kwa hiyo mechi ya kwanza anapata ushindi wa goli nne. Inabidi tumpongeze. Sometime unaweza kuona yanga anacheza vibaya kipindi cha kwanza, kumbe ni plan tu ya mwalimu, kaamua kupanga vile kwamba kipindi cha kwanza tucheze hivi, kipindi cha pili tubadilishe mfumo tukashinde. Unaganda, sisi Simba jana, kipindi cha kwanza tumecheza vibaya. Kwa sababu gani? Wale makocha ni wapya, wanahitaji kuangalia kwanza timu mpinzani, amsome mfumo wake, and then he abadilishe eh, afanye mipango. Huyu kocha Yanga wewe kuna kitu ametayari ameshakuonyesha sasa. Goli nne ndugu yangu afu hamna goli hata la offside, hamna goli la malalamiko, hamna goli ambalo mchambuzi ukiangalia. Hata wewe leo umekuja kuniuliza umeonaje kiwango cha Ndo Boyeli, ina maana tunakuja kuzungumzia performance ya mchezaji. Sasa kocha tayari tumeshamsahau kwa sababu kocha kafanyaje, katimiza majukumu yake. Yanga imecheza vizuri, hii pressure hii Yanga inaupeleka kwenye goli la mpinzani. Mimi Yanga namuona nusu finali kama atacheza hivi makundi lile eh ya, ya ya hey, yanga sasa yanga eh yanga anakuja kama nyuki hivi sasa huyo mpinzani unamzuiaje wanakuja watu saba kushambulia watu saba kushambulia unamkaba nani unamwacha eh hey, wanakuja watu saba pale mbele watu saba hayo unamkaba nani ukimkaba pacome mpira nao max ukienda kwa max anao shabalala ukienda kwa shabalala anao endi boyeli ukienda wewe anaoekua ekua goli sasa unamkaba nani unamwacha nani mifumo na hii yanga hii kwa mara ya kwanza tangu msimu umeanza leo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 Hey. Umelieja kundi la Yanga ambalo lina bingwa hapo, msema unaona, nusu finali kuna mm. JS Kabili kuna Yanga mwenyewe kuna Farabat, lakini kuna National mm. Ahari National Ahari, sio yule watu walomzoea ahari mwaka huu, amechukua msimu uliopita amechukua ubingwa Afrika. Hajachukua sasa wa kawaida huyo, wakawaida Ahari hajacheza finali, sasa ni Ahari wakutisha. Wewe mimi nachokuhakikishia kitu kimoja, ndugu yangu, msimu Yanga makundi anatoboa tu, akishatoboa makundi timu atakazokutana kwa sababu grupu gumu ndo hili, na ina maana hizi timu ndo zina uwezo wa kumzuia Yanga. Yale magrupu mengine yote hamna mwenye uwezo wa kumzuia, kwa wakijichangaya tu akatoboa hapo, Yanga anamwokota nusu fainali. Umemgusa hali kuna Farabati hapo, Safarabati si wachumba tu hao. Mwanangu sikiliza, nikwambie timu ngumu pale ni Yanga peke yake kwenye lile kundi kwa timu ngumu ni Yanga, nisikilize. Yanga iko imara maeneo mengi sana. Ukizungumzia backline wako vizuri, washambuliaji wako vizuri, namba sita combination inakuja inakataa, ikikubali yanga imekamilika. Sasa unamsemaje kocha? Mechi ya kwanza ameonyesha kitu, anarudi kwenye uwanja wa mazoezi, wanafanya marekebisho, mechi inayofuata sasa ni pale Benjamin Mkapa. No chazo, Benjamin Mkapa, Zanzibar, Zanzibar pale uwanja wa Yanga. Utaona kinachotokea Yanga lazima aende nusu fainali. Jana umezungumzia goli la jana la Kwendu, goli la Soa, leo kuna goli la Andi Bobo Boye la ngapi sasa?